Uhari gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti kutoka baba Sam The King Tanzania tv channel kwenye YouTube na baba Sam The King channel kwenye upande wa TikTok. Karibu tena katika simulizi zetu ambazo umezoea kuzipata hapa. Leo tuna simulizi mpya kabisa ambayo inaitwa msaliti wa mapenzi. Msaliti wa mapenzi ni nani? Tutaona huko huko mbele ambapo tunapozidi kuendelea kuidadavua, na hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi hii ambayo inaitwa msaliti wa mapenzi, ambapo tunaenda kuidadavua ili tuweze kuona ni kitu gani ambacho kiliendelea na ni kitu gani na ni maisha yanayomhusu nani. Kama endapo utakuwa hauja subscribe chaneli yetu ya YouTube inaitwa baba Sam the king Tanzania tv channel. chini ya video hii utaona kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa umesubscribe, umekuwa mwanafamilia wa baba Sam the king Tanzania tv channel. Na kwa upande wa TikTok utaona kuna sehemu ambapo kuna kiarama cha jumlisha manake, ukiigusa okay, hapo moja kwa moja utakuwa umetuforo kwa jina la Baba Sam the king channel. Karibu sasa, ili tuweze kuendelea kuidadavua hii simulizi yetu mpya kabisa ambayo inaitwa msaliti wa mapenzi, ili tuweze kuona ni kitu gani ambacho kinaendelea katika simulizi hii. Kijana mmoja ambaye anaitwa Muhina ni kijana ambaye alikuwa amemaliza shule ya sekondari, lakini majibu yake hayakuwa mazuri. Aliishia kidato cha nne ambapo hakufanikiwa tena kuendelea. Hapo ndipo ambapo aliamua moja kwa moja kutafuta mwanamke ili aweze kuoa. Lakini pia alikuwa na rafiki yake ambaye anaitwa Muhando, ambaye pia walisoma naye pamoja, lakini baadaye walikuja wakapotezana, kutokana na kwamba Muhando alikuwa katika madarasa ya juu kuliko yeye. Wakati yeye yuko fomu tatu, kidato cha tatu, maanake Muhando alikuwa kidato cha nne. Kwa hiyo Muhina na Muhando walikuwa ni marafiki ambao wanapendana sana lakini, kutokana na kwamba Muhando alikuwa katika madarasa ya juu, aliondoka mapema sana wakati anaingia kidato cha nne Muhina, maana yake Muhando alikuwa anamaliza kidato cha nne, na katika hiyo sekondari ambayo walikuwa wanasoma haikuwa na kidato cha tano kwa hiyo ikabidi Muhando aende kuanza kidato cha tano katika shule nyingine tofauti kabisa na hiyo ambayo walikuwa wameizoea, ambapo rafiki yake angeendelea kuwa naye. Lakini kutokana na kwamba Muhando aliondoka, waliendelea kuwasiliana na Muhina, hakuna shida yoyote ambayo ilitokea kwa sababu walikuwa ni marafiki ambao urafiki wao ulikuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba unaweza ukasema ni kama ndugu kabisa. Hawakutaka kutengana, walitaka kuendeleza urafiki wao ili uweze kudumu. Kwa hiyo waliendelea kuwasiliana kwa simu hapa na pale pasina shida ya aina yoyote, na Mhando alikuwa akimweleza namna jinsi ambavyo anatingwa na mitihani huko kuanzia kidato cha tano mpaka kidato cha sita na yeye. Baada ya kufika kidato cha sita na yeye, matokeo yakawa mabaya, lakini mwenzake Muhina alikomea kidato cha nne, hapo ndipo ambapo matokeo yalikuja kuwa mabaya kabisa. Muhina aliamua kurudi nyumbani, akaanza kufanya kazi ya kulima mashamba ambayo wazazi wake walikuwa wamempatia kwamba hayo ndiyo ambayo yatakayoweza kumtunza. Maana yake wazazi wake walikuwa ni wazee sana. Aliendelea kuhudumia hayo mashamba akilima hapa na pale na akivuna mazao akauza. Baada ya miaka minne kupita, moja kwa moja Muhina huyu aliamua kutafuta mwanamke, ambapo tayari wazazi wake wote wawili walikuwa wameaga dunia mwaka wa tatu toka wamkabidhi hayo mashamba, kwamba atakuwa na lima na yeye ndiyo atakayewatunza, kwa sababu tayari walikuwa wameshakuwa ni wazee sana. Kwa hiyo aliendelea kuwatunza pasi na shida ya aina yeyote kwa namna jinsi ambavyo alikuwa akilima hayo mashamba na uzuri, alikuwa anapata mazao vizuri kabisa, pasina shaka ya aina yeyote. Hakuna mwaka ambapo ameshawahi kulima na kutoka kapa. miaka yote alikuwa yuko vizuri. Miaka yote maana yake alikuwa akipata mazao kama jinsi ilivyo kawaida, pasina matatizo ya aina yeyote. Kwa hiyo baada ya mwaka wa nne kufika, hapo ndipo ambapo aliamua kuanza kutafuta mwanamke, kwa sababu mwaka wa tatu aliwapoteza wazazi wake wote wawili kutokana na magonjwa ya uzee. Mwisho wa siku waliugua sana na hatimaye wakafariki dunia. Kwa hiyo na hapo Muhando na yeye alikuja kwa Muhina ili aweze kuwazika wazazi wake na Muhina ambao walikuwa wameaga dunia baada ya kukaa ndani ya mwaka mmoja. Sasa umeingia mwaka wa nne, akaona kukaa yeye mwenyewe peke yake itakuwa ni ngumu, akaamua kutafuta mwanamke wa kuoa. Na wakati anaendelea kutafuta mwanamke wa kuoa, hapo ndipo ambapo alimpata binti mmoja ambaye anaitwa Semi. Semi alimpata kwa namna gani? Alikuwa ni mtu ambaye anakuja kuchuuza mazao kutoka kwa Muhina na kwenda kuyauza katika kibanda chake ambacho ni cha kuuza mazao. Sasa kutokana na kwamba mashamba ambayo Muhina alikuwa amepewa maana yake eka tatu zilikuwa ni za majaruba ya mpunga. Kwa hiyo alikuwa akipanda mpunga na anavuna mpunga, hatimaye anapeleka kwenye mashine wanakoboa, anakuja na tunza store. Sasa huyu binti wa kuitwa Semi alikuwa anakuja na kuchuuza ule mchele na kupeleka kwenye kibanda chake na kuanza kuuza hapo. Ndipo ambapo walipoanza mazoea na hatimaye akaamua kumfanya awe mpenzi wake. Akamweleza ya kwake ya moyoni kwamba amechoka kukaa peke yake akiwa ya wazazi wake wote wawili wame, wameaga dunia lakini hapo ndipo hata yeye alimwambia kwamba hata yeye mwenyewe Semi wazazi wake wawili waliaga dunia. Mzee Kaduguda ambaye alikuwa ndiye baba yake na Semi aliaga dunia akiwa ameenda kutega samaki, maana yake huyu tunamuita ni mvuvi alifia ziwani baada ya kuwa ameenda kutegua mitego yake ya samaki katika ziwa. Hapo ndipo ambapo alikumbwa na dhoruba mbaya ya mawimbi ziwani, na hatimaye yakamfunika akazama, na hatimaye akafia huko. Lakini mama yake na Semi, yeye alifariki kwa sababu ya ugonjwa wa presha. Kwa hiyo, na yeye akawa amewapoteza wazazi wake namna hiyo. Hapo ndipo ambapo waliendelea kupiga stori za hapa na pale, wakiwa wote wawili, kila wakati ambapo anapokuja Semi kwa Muhina kuja kuchuuza mazao walikuwa wanawekana chini kwanza, wanazungumza stori za hapa na pale, za kuwahusu wazazi, namna jinsi walivyowaacha. Na Muhina akawa anasema yeye hakutaka kuwa mzembe, kwa vile wazazi wake walimwachia mashamba, akaona ni vyema endelee kuyahu, kuyahudumia na semi naye alimwambia ukweli kuhusiana na namna jinsi ambavyo wazazi wake walivyomwacha. Hakutaka kukaa hivyo hivyo kinyonge, na ndipo ambapo alipotafuta mtaji kwa ajili ya kufungua kibanda cha mazao na kuanza kuuza, na kweli alifanikisha, na ndiyo maana sasa hivi ana maisha kutokana na kwamba anauza mazao kama, endapo angefanya uzembe, sijua angeenda kuishi kwa anani. Kwa hiyo yale mambo yote waliokuwa wakizungumza pamoja, kwa hiyo hapo ndipo ambapo aliamua kumwambia kwamba anaonaje kama endapo atakubali, ili waweze kuoana kwa sababu Semi alikuwa na miaka ishirini na nane na Muhina alikuwa na miaka thalathini, ili waweze kuoana watafute watoto ili waweze kuishi pamoja, lakini Semi alikubali, kwa sababu aliona huenda hapo ana uwezo wa kupata faraja mpya baada ya kuwa ameungana na mwenzake na hapo ndipo ambapo Muhina alimpigia Muhando simu na kumpa taarifa kwamba amempata shemeji yake ambaye anaitwa Semi. Hapo ndipo ambapo alikuja na kuanza kuangalia, na baada ya kufika pale, na yeye alijaribu kuongea nao, na akawaambia pia hata yeye wazazi wake wote wawili walifariki wakiwa wameenda kwenye msiba wa mjomba yake na Mhando. Kwa hiyo walikuwa wameenda, wamemwacha yeye mwenyewe ndo yuko pale nyumbani, kutokana na matokeo ya kidato cha sita yakiwa yameharibika, hayakuja vizuri. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye walikuwa wamemwachia familia kama kuilinda, wadogo zake ambao wako chini yake pamoja na kulinda mifugo ya pale nyumbani. Sasa alikuja tu akapigiwa simu kwenye mida ya saa moja jioni kwamba wazazi wake wakiwa wanatokea huko msibani, manake baada ya msiba kuisha ndani ya siku nne, wakaja kumpigia simu saa moja jioni kwamba wazazi wake wamepatwa na ajali na wote wamefariki. Kwa hiyo wote wakawa wamekutana, kama wote ni yatima hivi wa wazazi wote. Kwa hiyo akawaambia kwamba kwa vile nyumbani alikuwa baba yake anapenda sana kuuza asali, kwa hiyo aliamua kuchukua yale madumu ya asali na kuyauza. Alivyopata pesa, akaamua kufungua kibanda kikubwa tu ambacho ni cha kuuza vitu mbali mbali. Kwa hiyo na yeye asingekuwa mjanja, sijui angekuwa anaishi wapi. Kwa hiyo wote wakawa wamekutana wenye idea moja na wenye majanga ambayo yanafanana. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya kwanza ya simulizi yetu Msaliti wa mapenzi imeishia hapa. Je, unahisi ni kweli huyu kijana ambaye anaitwa Muhina atamuoa Semi? Na tumeona Muhando amekuja moja kwa moja mpaka kwa Muhina na kuanza na yeye kuwapa historia ambazo zinatokana na wazazi wao baada ya kufariki. Baada ya kuwa amesikiliza stori za pande zote mbili, Semi akizungumza hili, Muhina akizungumza hili, basi na Muhando naye akaamua kuwapatia stori yake, na ameshamwona kwamba Semi ni binti wa namna gani. Je, unahisi Muhando atamshawishi rafiki yake Muhina amwoe Semi,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 weka komenti yako ili tuweze kupata mawazo yako. Unasemaje juu ya simulizi zinazoendelea na mambo mengine? Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sehemu ya kwanza ya simulizi hii imeishia hapa, niwatakie wakati mwema, tukutane sehemu ijayo, mm.